Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tumwomba Mola subhanahu wa taala aweze kutusamia makosa yetu aweze kuwapatia shifa wale wagonjwa na aweze kutujalia matatizo yetu yawe ni sahali bali ya tuondoshee dhiki za maisha rizake, na tujalie mwenye kupata radhi zake na atupatie mahaba ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam, lakini pia azidi kutukurubisha kwake Mola subhanahu wa ta'ala. Leo tutakumbushana katika jambo kubwa, jambo la dhikr, na katika hili jambo la dhikr tutagemea upande wa fadhailu dhikr. Min fadhail dhikr Allah subhanahu wa ta'ala ametwambia ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub katika jambo ambalo kwamba sisi tunapata baada ya kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumkumbuka Mola Subhanahu wa Ta'ala ta katika kumtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi tupata, tumani na tu, tunapata utulivu katika nyoyo zetu. Tusichukulia kwamba utulivu wa nyoyo zetu tunapata katika mambo ya kidunia, lakini utulivu wa nyoyo zetu tunapata katika kumdhukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tumani na tulqalbi tunapata tumanina tolkalbi, ama tunapata utulivu wa nyoyo. Jambo lingine baada ya kumdhukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumtaja kila wakati Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi sallam ilikuwa ni desturi yake kila wakati akimtaja, bali na Aisha radhiallahu anha ambaye kwamba alikuwa ni miongoni mwa wake za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi sallam alikuwa akiulizwa kaifa kana Rasulullah, basi akisema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kadha wa kadha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kadha wa kadha Miongoni mwa kana za Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema kwamba kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yadhkuru llaha ala kulli ahyanihi, kila wakati alikuwa akimtaja katika maisha yake yote. Mtukufu wa daraja alikuwa akimtaja Mola subhanahu wa Ta'ala, alikuwa ni desturi yake. Sehemu gani alikuwa hamtaji? Mola Subhana wa Taala, mtukufu wa daraja alikuwa wakati akiwa chooni pekee. Subhana wa Taala, akiwa katika harakati zake, akiingia sokoni eh, kuna dua maalum tumefundishwa, bali kuna dua, dua maalum kitoka nyumbani kuna una dua maalum kila wakati alikuwa akimtaja Mola subhanahu wa taala. Ndio maana maulama wanasema kwamba kwa nini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa, alikuwa akitoka chooni anasema nini ghufrana, kana muomba Mola subhanahu wa taala msamaha eh? na ye alikuwa iko yuko, yuko, yuko, yuko, yuko hamamu iko mahali ambapo alikuwa hafanyi madhambi yote, bali ye mwenyewe amesamewa madhambi yake, ni maasum Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lakini bado akitoka chooni eh, anasema nini? Ghufranak, msamahani wako wewe Mola, anamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala msamaha. Maulama anasema kwa sababu hakupata wasaa kumtaja mola subhanahu wa taala kipindi. Yuko wapi? Yuko chooni na ndio maana Mola Subhanahu wa Taala, ya Rabbi, sikupata nafasi ya kukutaja nilipokuwa chooni, basi kwa hili na kuomba msamaha ghufranak na ndio maana pia sisi tukitoka chooni tumefundishwa kusema nini? Ghufranak, msamani wako e Mola. Lakini ilikuwa ni sababu kuu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakupata nafasi ya kumtaja akiwa chooni, kwa sababu ukiwa chooni, ufai kumtaja Mola subhana wa Taala ukiwa chooni, ukiingia wafaa kumtaja Mola subhana wa Taala. Na ndio maana tunasema nini? Allahumma inni a'udhu bika minal bukhth minal khubuthi wal khaba'ith, ya rabbi nilini kutokana na tukamana na majini wa kiovu wa kiume na wa kike. Jambo lingine tunapata mahaba ya Mola subhanahu wa Ta'ala. Ukimtaja Mola subhanahu wa Ta'ala kila wakati, unarithishwa mahaba ya Mola subhanahu wataala. Nurul insan, unapata mwangaza, unapata nuru. Allah subhanahu wa Ta'ala anakupatia nuru baada ya kwamba wewe umemtaja Mola subhanahu wataala. Jambo lingine alhimayat alhimaya unapata nini? Unapata ulinzi kutoka kwa Mola Subhanahu wa Taala. Angalia dua ambayo kwamba kwa ukitoka nyumbani ukisema e, tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billah, kuna malaika wanashukishwa eh, wanakuwa na wanaambiwa, wana kwamba mlindeni huyu mpateni hifadhi ya kwamba wewe baada ya kutoka nyumbani umeleta dua kama hii. Kisha jambo lingine baada ya kwamba wewe ushamuomba Mola Subhanahu wa, wa Taala kila wakati eh, umeleta dhikri kila wakati, unapata nini? Unapata mahaba kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, unapata nuru kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, unapata ulinzi. Kisha ulinzi huu tuambiwa, yatrudu sheitani, sheitani hukimbia eh? Yani, ukisema tu umedumu katika jambo la dhikri, automatic sheitani hawikaribu hawi karibu na wewe. Kwa sababu gani? Wewe umeweza nikana kwamba umejikurubisha kwa Mola Subhanahu wataala, na yoyote anajikurubisha kwa Mola Subhanahu wataala shetani huwa anajiepusha mahali kama hapo. Kwa hiyo unapata ulinzi kutoka kwa Mola Subhanahu wataala. Tuangalie faida mbili tatu za dhikr, faida kubwa ambayo kwamba tunaipata ya dhikr, faida kubwa maghfiratu dhunub, tunafutiwa makosa yetu. Sisi tuna madhambi Qala Rasulillahi swalla Llahu alayhi wa aalihi wa swahbihi wasallam fi lhadith, imekuja kullu, ya kwamba hakuna aliyesalimika, kila mwanadamu khatwa'u, ni mwenye kufanya makosa. Wa khairu khatwa'i, na bora ya wenye kufanya makosa ni wale wenye kutubu, ni wale wenye kurudi kwa Mola Subhanahu wa Taala. Angalia katika miongoni mwa faida za dhikri, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi kulli, fi yaumin miata mara, mwenye kusema subhanallah bihamdi kila siku mara mia moja, hutwat khatayahu, yafutiwa makosa yake, walau kanat, hata kama makosa yake mithl zabad al bahar ni mfano wa povu la bahari, lakini bado yafutiwa makosa yake. Tuwe tunadumu katika jambo la dhikri. Tumuomba Mwenyezi Mungu, twaomba Mola Subhanahu wa Taala atudumishe katika dhikri. Twaomba Mola Subhanahu wa Taala azidi kutukurubisha katika mahabba ya kumpenda yeye Mola Subhanahu wa Taala, ya kumpenda kipenzi chake na kipenzi chetu pia, rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasahbi wasalam wahadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ikiwa bado hujapata fursa ya kusubscribe, na komba tu uweze kusubscribe katika channel yetu pendwa ya Hanbal TV online, na siku zote Hanbal TV online tunasema kwamba we plan Allah decides.